Wewewe wee we, uko we. We, sawa kweli? hawaja kuloga hawa mama? mbona kama unalia ha? Sasa kati yangu mimi na wewe nani ambaye hayuko sawa? Sasa wewe ndio utajua kati yangu mimi na wewe nani hayuko sawa, kama yule binti analia vile na kama mmemzuru mama. Niambie ukweli. Hebu naomba a. Ah, tafadhali tena. Naomba si nisogelee. Sasa nisikusogelee vipi? Eh? Haya, unalia umekuja unalia nisikusogelee vipi? M komi chizi au mwenda wazimu? Kama hawa wameenda kukuloga, ili mradi hata nikiongea na wewe unione na mimi unanichukia, au mimi ndio kama nimehusika kwenye maswala yako, nyinyi. Mumuache binti wa watu. Mama, mimi ndio yule yule Swaiba wako. Taura Da. Ingala ingala la isded ingala Nolati. Ingala... Hebu nipe kaifa kwanza. Umeshampatia vitu mganga iyo mama, na amesema nataka kufanya tambiko kisha ndoende huko kwenye vilindi vya bahari ya Shamu. Ila sasa mama amesistiza tumwombee sana kwa sababu kule kuna kufa kule, anaenda kupambana nayo mama ni majini. Ah, Mungu amsaidie tu huyu kijana kwa kweli, aende salama na arudi salama pia. Mama amesema kesho niende mimi na wifi Sara ili tukachukue majibu yetu. kwani mimi ni lazima niende huko? Hamna mama, hata hivyo amesema tuende wawili tu, mimi na wifi yangu. o oh, basi sawa, acha mimi niende huko kwa kina Tani, niende nikampatie taarifa. wewe wifi yako na vile vile nikamkanya huyo kaka yako Tano aache kabisa habari ya kufuatana fuatana na huyo rafiki yake Kizibu. Sitaki, ndo naenda kumpa makavu yake live. Sawa mama Mbali tani. Na mbo sinisogelee. Tena kaa mbali na maisha yangu. Kwa nini? Sasa? Nini? Nini mmefanya nini? Ha? Mmefanya nini huyu dada wa watu? Ha? Sasa nini sasa pako unapotea? Nini sasa? Wala, wala. Uyu mmefanya nini? Tano mmefanya yaani dakika moja unakuwa sawa na kutabasamu vizuri kabisa, hizi dakika nyingine yani unabadilika kabisa. Kwani unafanya hivyo? Lakini Oni wenyewe hapa Karibu mama. Asante mm -hmm. Mama kwa kunikaribia. Mhm. Mm, Babangu tamu. Mnaendeleaje? Kiukweli mamangu, hali ni ile ile. Mara shtuke, mara onge peke yake, mara aogope kwa hofu kubwa tu. Kwa mambo hayajabadilika. Iko vile vile. Uwe. Usimwangalia hivyo mwenzako, eh? Unamwangalia kwa jicho la hasira kabisa. Wakati mwenzako, yani, ipo vizuri tu anahitaji baba upone, eh? Ebu, ebu nisikilize mama, mamangu, mimi sijarogwa, mimi ni mzima kabisa, niko sawa, sijarogwa mama. Hivi hapo ulipo unajiona upo sawa kabisa kwa huo mwonekano wako eh? Mamangu, ebu nielewe, mimi niko sawa, sijarogwa, hakuna kitu chochote kinachoendelea dhidi yangu, niko sawa kabisa, yaani ondoe ni shaka. Yaani, unanichanganya kabisa mwanangu, yaani wewe unasema uko sawa alafu bado unaongea peke yako mwanangu, wewe umelogwa, tena umelogwa kabisa. Wewe na aliye kuloga tunamjua. Aajua? Ndiyo, tunamjua. Nashangaa mke wako hajakwambia eh. Tena kuanzia sasa hivi unahitaji ukae mbali sana na huyo mtu, tena asiweke kwato zake hapa ndani. Unahisi nani analoga? Sio tunahisi tu Tunamjua huyo mtu aliyekuroga makoko na matatu. Nani huyo kandoga mimi? Unataka kumjua ni kizigo, kizigo? Mama, na kukum Jambo. <laughs> Hey, yeah, tunaendelea vizuri kabisa, ndiyo baba, tunaishi vizuri. Mama ana shida yoyote, ananipenda, ananipikia chakula kwa wakati, tunakula pamoja, tunacheka

zani kuna nani mwingine? Huyo huyo rafiki yako ndio aliyekuloga wewe. Sasa kitu usichokijua mwanangu, zimebaki siku hizi tatu tu, yaani uwe kichaa rasmi ndani tu ya majalala. eh? na hili ninalo liongea hapa mwanangu, sio kwamba mimi natunga. Hapana, ni mtaalamu mwenyewe katuambia. Maana maneno aliyokuwa anasema huyo mtaalamu utazani alikuwepo hapa nyumbani. moja baada lingine, umelogwa mwanangu. Mama leo ndo nimeamini. Kwa nini Nuhu alichukua wanyama na kuingia nao kwenye safina na akawaacha binadamu? Leo ndo nimejua. Mama yangu, mimi sijarogwa na mtu yoyote. Na huyo mganga kama mmempatia pesa, basi kawatapeli pesa zenu. Mimi sijarogwa. Labda kama kawaroga nyinyi. Hmm. Ni kweli. Wewe hujarogwa. Na tangia lini kwanza mtu aliyerogwa akajua kwamba yeye amerogwa? na haamini kabisa kwamba yeye amerogwa, ila sisi tunajua wazi kwamba wewe umerogwahebu nielewe, mama yangu, hebu nielewe, wewe ni mtu mzima. Mama mimi sijalogwa, mimi ni mzima, sijalogwa mamangu. Umelogwa, mnamsingizia tu kizigo wa watu. Kizigo hajawaloga. Ni kweli, sisi hajatuloga ila wewe amekuroga. Nikiendelea ni kukaa hapa, nahisi kama nakukosea sana, kwa sababu naweza nikatoa maneno mabaya na ukanipa ukanipa radhi. Mama, ilitakiwa ukae na ufikirie kati ya uzao wako wewe au uzao wa baba. Hii tunu iliyotunukia imetoka wapi? Imetoka kwenye ukoo wako wewe au imetoka kwenye ukoo wa baba? Lakini sio kuongea maneno ya ajabu ajabu. Ndio maana sisi maskini tunakufa na umaskini kwa sababu ya akili zetu finyu. Hatumwazi Mungu, huwa tunawaza waganga tu. Yani wewe unachokiwaza sasa hivi kwamba mtu ambaye anaweza akatatua tatizo lako sio Mungu, ila ni binadamu mwenzio. Lakini huyo huyo binadamu mwenzio anamtegemea Mungu. Mama, hebu achana na hayo mambo. Siwezi kukaa hapa nyumbani nikaendelea kuwasikiliza, ni bora nikakae na walevi kilabuni, tukatoa hata ushauri lakini mkiendelea hivi hivi, mkiendelea mama, mtanikosea sana. Nakuheshimu, sitaki kukosea. Umeona mama, mume wangu haiko sawa kabisa na tukichelewa, huyu tunampoteza mwanangu hapa tuvumilie. Yani, kikubwa hapa ni kuvumilia. Madamu kila kitu tumempatia yule mtaalamu, basi mimi naona yeye akishatekeleza tekeleza hivyo vitu vyake, nasi akili yake takaa sawa, tuvumilie. tuma mangu mi mimi kweli naif yangu huko vipi? Ajambo, ajambo mwenzako, yupo sawa kabisa. Watu na maisha yao, na sisi tuna maisha yetu. Walevi, watu na maisha yao na sisi na maisha yetu. Hapa leo mchana kwaupe upe, jua limetulia. Naomba kwanza mimi nikuulize swali, hivi kweli wewe umechanganyikiwa au una matatizo na matatizo binafsi? Nakuuliza, nataka unijibu, imradi nijue na kusaidia vipi. Maana kila nikifikiria hapa, akili yangu naambia kabisa kwamba wewe sio kwamba umechanganyikiwa, wewe una akili timamu. Maana sio kwa tamarile, wamenipiga bunge la tama, nimeruka kimo cha mbuzi. Una hatari wewe, niambie au utakuwa una matatizo ya bayonokla. Niambie nishirikishe mimi naweza nikakusaidia. Au kama una matatizo ya kimahusiano mimi dawa naijua. Nakupeleka pale kwa mama changa unakula mtongo ukienda kula unashenyea tatu. Yaani mwendo wa homu. Baka asubuhi ndoa yako inakuwa fresh. Eh, hey, usinidharau, mimi mimi naweza nikakusaidia. We, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, we, aya, sema fresh baridi, shagashishe tele. Wewe unachukulia kama kila kitu tarusha, maliza maisha e yako. Ipo kuna leo na kuna kesho. Aftu kama sisi ambao siweza kutarajia ndo tunaweza tukakusaidia mtu kama wewe, yule kule mwingine ule, ule. na msaidia kapona kawa fresh kabisa. Mimi tanokopoa nimemsaidia yule nani yule, alilogwa kwenye timu ya Simba yule, kaanza kucheza mpira mzuri. Nani aliyekupa ruhusa ya kuja kukaa kwenye masofa yangu? Yani ujaona sehemu zote hizo za kukaa, ukaona uje ukae hapa kwenye haya masofa ili uchafue tu? Unavyojiona hivi, una hasi kweli ya kukaa hapa? Nilishakwambia wewe, sehemu yako ya kukaa ni jikoni. Nani kakwambia uje ukae hapa? Unajiamini nini wewe? <laughs> Yani wewe unanitafutia kesi na kuona kabisa, unataka watu hapa mtaani wanione mimi nina roho mbaya na kutesa ama na kunyanyasa. Unamwangalia nani kwa macho hayo? Unataka kunifanyaje wewe? Ole wako siku nyingine ni kuone umekuja kukalisha hapa. Yani hii ndo iwe mara yako ya kwanza na ya mwisho kukaa hapa sebreni wewe, sehemu yako ya kukaa ni jikoni. Yani hiyo ndio sehemu yako ya wewe kulia chakula, sio hapa, Sabreni. Na kwenye meza wewe, yani unakaa unajitandaza kabisa. Sasa ole wako ijirudie, utaona ntakachokufanya. Mama wakambo ananitesa, sina wa kumwambia. Bila mama, pa, mambo kwa upande wangu sio mabaya sana, sijajua kwa upande wako wewe, maana unapitia katika changamoto ambazo ngumu kuaminika. Vipi, anaendeleaje huyo rafiki yako mpya? Ah bwana, kuhusu rafiki yangu nguu mpya bwana, sasa hivi simwelewielewi kabisa, yaani tofauti na, na, na, na zamani. Sasa hivi amekuwa sio mtu wa kunitokea tokea, sasa najiuliza, sijui amekumbwa na nini kuna mda mwingine anajiuliza au kwa sababu anajua sasa hivi si muogopi <laughs> Una uhakika umuogopi? ndio mi si muogopi kabisa sasa hivi ila huwa anapopotea ndo ananishtua kwa sababu anapopotea tumo analia mb mba, mba. Mm. na alishakwambia ni nini anahitaji kutoka kwako aseme nini ndugu yangu hakuna chochote anachosema mpaka mwenye huwa anamshangaa Du. sasa kaka wiki ijayo unatakiwa uripoti kazini, na leo hii ni Jumamosi. Vipi, umejipangaje kwa kazi kaka kuhusu kazi? Kazini lazima niende kaka. Una uhakika hautazingua? Maana naogopa sana huyo mtumfu, sijui mzimu, asije akakutokea kazini, hasa hasa kwenye kikao. Kuhusu hilo kaka, mimi nakwambia usiwaze. Mimi kazini nikifika uzuri namjua kwamba huwa ananitokea, kwa hiyo sitomuonesha mtu yoyote ishara yoyote ile, hata anitokee wapi mbele za watu. Kwa hiyo sitomuonesha kitu chochote na wala sitomwangalia usoni. Kama ni hivyo, ni vizuri sana kwa maana natamani sana na wewe uanze kazi ili tukae ofisi moja, tukipiga stori za hapa na pale. Sawa kaka, lakini mimi ni kushukuru kwa yote, lakini kaka, huu mzimu wasi, natamani hata ungekuwa namuona Kaka ni piskali, kaka ni mzuri kuliko hata mke wangu. kuna muda moyo wangu na, na kwa kama na mahitaji naye, haki ya Mungu. na oya, mwanangu, piskali kinoma. Ushaimuona masepetu kwenye TV? Ndio vile yani, ule mtoto kwa mfano, ndio angekuwa anamuona Harmonize, asingemwacha Diamond. Ndio kabisa, alivyo alivyo, kama zuchu hivi, lakini zuchu mbaya. Huyu mtoto fulani, mweupe hivi, ana ushombesho kama mwalabu kama Mpemba, kama mtu wa Zanzibar, kama mtu wa Kenya. Yani kaka, najiuliza huyu mtoto wa marehemu Laila Odinga ameishi kwenye ufalme wa pesa au vipi? We niambie. Koma we koma kaka, kweli. Yani ninayokwambia ni kweli. Sasa nataka nikuchezee na mchezo, wanasema mzimu si unaonekana kwenye kioo, kwa mimi nitachukua kioo kidogo tu, alafu mwangalie, kama hujanishawishi nimwache mke wangu niende nayeye. <laughs> Uh... Wewe, eh? Ni nani kakupa ruhusa ya kuwasha TV yangu? Ninakuuliza, we nyauba, ulokaa unanishangaa mimi. Nani kakupa ruhusa ya kuwasha TV yangu? Yaani wewe na hivyo vikono vyako vilivyojikondea visivyokuwa na afya kama malema mako, ukashika rimoti yangu, ukawasha TV. Ni nani kakuruhusu? Sasa nakwambia, yani humu ndani kila unachokiona chochote kile, hauna hazi ya kukishika, labda kufanya usafi tu, lakini kukishika, hauna hazi hiyo. Utachafua kwanza, unaweza ukaharibu vikono vyako vyenyewe. Hivyo ndio unashika vitu vyangu humu ndani? Wewe ni kama house girl? Yani e, humu ndani unachokishika ni kwenye usafi. Marufuku! Tena isijirudie, nisikuone Umetoa hivyo vikono vyako kama zombi, mtoto. Ukawasha TV tena? Hey, aiseo. Okay, ukisubutu unatoa hayo macho yako. No, hayo unamwangalia nani, mama?